bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji kwa mawasiliano zaidi na Themart Supermarket pige simu namba 7796ziti habari leo habari iliyopewa kipaumbele ni mwigulu Gwajima asitafutwe ahimiza kulinda amani kukataa vurugu amfukuza kazi mtumishi aliyebaka mgonjwa undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili vigogo wachomoza umeasisi mkura leo habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nane bilioni 54 kukabili foleni da, daraja saba dharura ukamiliki. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu, lakini pia gazeti hili limeandika wazee, wanawake, vijana kwa faidi zabuni za trilioni moja, habari katika ukurasa wa ishirini. Gazeti hili limeandika Mavunde ataka leseni mia moja tisini na moja zichunguzwe, habari katika ukurasa wa saba. TADB yazidi kuimarika, Liberia waja kujifunza, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili habari picha inamwonyesha mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa, Rais Samia Suluhu Hassan akiongoza kikao cha kamati kuu maalum wa halmashauri kuu ya CCM cha uteuzi wa ugombea nafasi za umea kwa ajili ya manispaa wenye viti wa halmashauri za miji na wilaya kilichofanyika Unguja juzi. Habari picha nyingine inamuonyesha waziri mkuu Dr. Mwigulu mchemba akizungumza baada ya kukagua kituo cha polisi Kikatiti, mkoa wa Arusha jana kilichoharibiwa wakati wa vurugu zilizotokea Oktoba 29, 2025. Na hivi ndivyo ambavyo limeeleka gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, Jumatatu ya leo. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, inalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele. Ni tume ya Jaji Chande bado yangang'aniwa, ni ya kuchunguza matukio ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Sasa ya buruzwa mahakamani walalamikaji waeleza sababu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. Habari picha inamwonyesha Judge Othman Chande Saidi Mwema, pamoja na Dr. Stegomena taxi. Mwigulu, askofu Gwajima asikamatwe. Habari katika ukurasa wa sita. Habari picha inaonyesha waumini wa, wa kanisa la ufufuo na uzima wakifanya ibada ya kwanza Jumapili katika kanisa hilo. Mambo manne ya GNZ kwa vigogo serikalini. Vijana wameishushia serikali mzigo huo katika wiki mbili za ziara ya waziri wa ofisi ya rais maendeleo ya vijana Joel Nanauka aliyetembelea mkoa wa Mbeya, Songwe na sasa yupo Ruvuma kuwasikiliza vijana. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa tano. Wasaka umea wenye viti mikononi mwa ujumbe CCM. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne. Gazeti hili limeandika Ulega, mkoa wenye foleni, meneja tanda tutondoka. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi Jumatatu ya leo kila siku. Kila siku. Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori, watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikuwa kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujalia. Foti Johanna Dake Nas ni mahali salama na penye ubunifu ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi usajili kwa mwaka wa masomo 2026 na umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka mmoja hadi miaka mitano. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Tutazame <tabilo> sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Samia agiza polisi waache kumtafuta Gwajima, Mwigulu wasema baada ya kutoa msamaha wa kanisa lake, waumini wanahitaji kumwona ajitokeze, hadharani aendelee endelee na kazi, asisitiza wahamasishe Tanzania yenye amani. Habari katika ukurasa wa nne. Gazeti hili limeandika Ulega mkoa utakaolalamikiwa foleni, meneja hufai. Habari katika ukurasa wa nne. Wananchi waaswa kulinda amani na utulivu, Mwanza. Habari katika ukurasa wa nne. Gazeti limeandika Kapinga takata 100 kufanya kazi kwa kasi habari katika ukurasa wa 4. Mzee wa upako matukio ya Oktoba 29 yasijirudie tena habari katika ukurasa wa tatu. Mafanikio ya TADB yazidi kuvutia mataifa duniani habari katika ukurasa wa nne. Hong Kong yaomboleza vifo 128 vya moto habari katika ukurasa wa 19. Gazeti hili limeandika siku ya Ukimwi duniani 2025 kuvunja vikwazo vya kifedha kuimarisha mapambano dhidi ya VVU UKIMWI. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 11 na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira gazeti huru la kila siku. Nipashe mwanga wa jamii nalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni msako kumkamata Gwajima wavunjwa, rais Samia azuia polisi kuendelea na operation, mali za bilioni mbili nukta saba zimepotea kanisani kwake. Mwigulu, wapo waliolipwa mabilioni kwa kuchochea vurugu za Oktoba 29 undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili, nuku yake ikisema tuungane kujenga umoja wa kitaifa. Limeongea na tek baraza la maaskofu katoliki Tanzania, viongozi wengine wa dini na viongozi wa mila, wote wametoa wito mmoja turejeshe amani ya taifa letu. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Gazeti hili limeandikwa bingwa wa meno kuwa na mswaki ofisini kuepuka kuwa kibogoyo, habari katika ukurasa wa tano. Siku ya UKIMWI duniani, aliishi na VVU miaka 32, anaenda ali mazito aliyopitia. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tatu. Nipashe pia limeandika aliagizwa kutafuta damu ya bubu, sasa kunyongwa hadi kufa, habari katika ukurasa nne. Museveni, kuto wa nne, Museveni kutoshiriki mdahalo wa wagombea wa nne urais Uganda, habari katika ukurasa wa 19, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe katika ukurasa wake wa mbele gazeti Uhuru kweli daima lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika majina wagombea umea majiji manispaa hadharani. Kiongozi asema wanachama wanaojitokeza kuchukua fomu za kugombea nafasi hizo walikuwa elfu moja na sitini na saba nchi nzima. Hatua hiyo imeonyesha tafsiri ya CCM inazingatia misingi ya demokrasia. Takwimu inaonesha ukubwa wa chama cha mapinduzi CCM na demokrasia ndani ya chama ugombea nafasi ya umea halmashauri za majiji walikuwa 76. Umea wa manispaa mia moja thelathini na saba. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Dkt Mwiguru, polisi waache kumtafuta askofu Gwajima. Dr Bashir wataka mageuzi ya sekta ya kilimo wafugaji nchini, habari katika ukurasa wa tano. Mfungwa aeleza walivyompa mkuu wa gereza milioni 45. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 19. Mfungowa wa gereza la Segerea namba 585 mkwajwa 2019 Songley ameieleza mahakama jinsi alivyompa aliyekuwa mkuu wa gereza la Ukonga. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 19 yazidi gazeti hili limeandika mafanikio ya TADB yazidi kuvutia mataifa duniani, habari katika ukurasa wa nane, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli ukweli daima Mwanahabari limeandika Rais Samia aagiza polisi waache kumtafuta Skofu Gwajima, habari katika ukurasa watatu. Lege mkoa utakolalamikiwa foleni, meneja wa Tanroads hutufai asema. Dkt Samia ameidhinisha bilioni 54 kumaliza foleni nchini, abainisha daraja likikatika kwa mvua manake meneja Tanroads mkoa hajafanya kazi yake. Undani wa taarifa hini katika ukurasa watatu. 607 kati ya 2500 waliokamatwa vurugu za Oktoba 29 waachiliwa huru. Habari katika ukurasa wa pili. Vijana Mtwara waiomba serikali iwasaidia kuweka mazingira wezeshi. Habari katika ukurasa wa pili. Dkt Mwigulu akagua uharibifu mahakama ya mwanzo maji ya chai Arusha. Habari katika ukurasa wa pili. Kairuki, huduma ya mitandao na mawasiliano katika mwendo kasi zirejeshi. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti mwanahabari Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Lenyewe limeandika vurugu za Oktoba 29 Tanzania Bara, SMZ yakanusha taarifa za kupeleka askari wa idara maalum, baada yasema zinalenga kuchochea chuki mgawanyiko, yawataka viongozi wananchi kuhimiza amani utulivu, undani wa taarifa hini katika ukurasa wa pili. Acheni kumtafuta askofu Gwajima, Dr. Nchemba, habari katika ukurasa wa pili cha tanda awaomba wananchi kumchagua mgombea wa CCM Fuoni. Habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Viongozi mliopewa dhamana, timizeni malengo ya serikali, ZATUC. Habari katika ukurasa wa pili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar leo kwa kweli na wazi, Jumatatu ya leo. Na sasa tugeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti Mwanaspoti lenyewe limeandika mkutano Simba duh mangungu haumaliza wa kiuktata wanachama wageuka mbogo yapitisha bajeti ya bilioni 29, timu ya lala tena. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa kumi. Saa mbili na dakika hamsini na tisa, muda uliotumika katika mkutano huo mkuu wa mwaka ulioanza saa tatu kamili na kumalizika saa tano na dakika hamsini na tisa asubuhi. Msimamo wa kundi D CAF Champions League. Petro Atetiko ana alama nne anaongoza kundi mara baada ya kushuka dimbani mara mbili. Stade Malien ana alama nne mara baada ya kushuka dimbani mara mbili. Esperance ana alama mbili mara baada ya kushuka dimbani mara mbili. Simba Sports Club ana alama sifuri mara baada ya kushuka dimbani mara mbili. Matokeo ikiwa ni Stade Malien mbili Simba moja Singida Black Stars moja Stellenbosch moja. Kombe la shirikisho barani Afrika tuendelee kubeti kwa Yanga Pedro haikuwa rahisi. Habari katika ukurasa wa pili na ukurasa wa kumi na tano mtoto amsikilizia pdid Christmas habari katika ukurasa wa tisa wa gazeti hili. Man United inajipigia tu, habari imeandikwa kwenye ukurasa za ndani za gazeti hili. TPL leo Mashujaa dhidi ya Coastal Union saa sa kumi na robo jioni lake Tanganyika. Na hivi ndivyo ambavyo aliomeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari, habari za michezo na burudani Habari Leo katika ukurasa wake wa nyuma limeandika: Simba yajipanga kukusanya bilioni 29.5. Serengeti Boys yafuzu Afcon 2026. JKT yakalia usukani ligi Ligi Kuu Bara, habari katika ukurasa za ndani. Mwanafai, serikali aingilie mabadiliko, habari katika ukurasa 23. Ivory Coast yajipanga kutetea ubingwa Afcon, habari katika ukurasa wa 22. Tumalize kwa kulitazama gazeti Nipashe mwanga wa jamii, habari za michezo na burudani lenye limeandika serikali ya watuliza wanachama Simba imewapa nguvu katika mchakato wa marekebisho ya katiba, huku klabu ikijivunia undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 23. Yanga yanikasiri kuibana uibana JS Kabili, habari katika ukurasa wa 23. Haaland asubirishwa kufikisha bao la 100, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 21, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii na gazeti Nipashe linakamilisha urukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa toka zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.